Mtazamaji wa Sparklight TV, kufuatia taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kuhusiana na kifo cha mfanyakazi wa usafi wa ndani anayefahamika kwa jina la Zainab Omar mwenye umri wa miaka 46 ambaye alipata ajali ya kudondoka kutoka ghorofa ya tatu na kupoteza maisha Juni 22 majira ya saa kumi na mbili jioni mtaa wa Kibasila, wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam. Sparklight TV tumezungumza na watu wa karibu na marafiki wa marehemu Zainab ambao amekuwa akiishi nao kwa muda mrefu na wao wanaelezea. Naitwa Mwanaidi Zainab, namfahamu ni kama mfanyakazi ambaye tukua naye jengo moja, na kama tulifanya jengo moja, kwa sababu mimi nilimkuta yeye. Mimi niliamia kuupanga 2016. mbili kumi na sita, nilimkuta na baada ya hapo tuliama mwezi wa tano uliopita mwishoni. Yeye ndo kamia hapa maeneo ya Upanga hapa Olympia na mimi nipo sehemu inaitwa Kitonga Madina. Kwa hiyo jana mida saa saba niko nimeenda kuchukua chakula. Kuna sehemu tunachukua. Kuna mama kanipigia simu, mwana, umesikia Zainabu amefariki? Nikamwambia Zainabu gani? Akaniambia Zainabu Zaifa, nikamwambia sijasikia. Nikawa kimya. Baadaye nikapata simu tena. Zainabu amefariki, kwa hiyo baadaye tena muda ulivyozidi kwenda ndo nikawa napigiwa simu, kwendo ulivyotokea dada. Na wewe kama rafiki yake wa karibu, ukuwahi kujua labda kama rafiki yako huyo ambaye sasa hivi ni marehemu, labda alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wowote ambao labda umepelekea kifo chake hivi hivi? Uh, karibu. Hapana, alikuwa alikuwa ana tatizo, tatizo lolote na marehemu, yeye kwa kumfahamu, alikuwa anajishughulisha na shughuli za ndani? Kuna biashara yote ambayo labda alikuwa anafanya kazi nje, na hiyo shughuli ya biashara uh, kazi za ndani? Hapana, mimi najua tu anafanya kazi za ndani. Alikuwa akiishi na nani kwenye nyumba hiyo? Hapa kazini ni yeye anakwaga, yeye na mfanyakazi mwenzake. Na pia hapa alivyoanguka juu jana, bosi yake hayupo, wamesafiri tangia Jumapili. E. Wewe, na maana ndani alikuwa peke yake. Alikuwepo yeye na mfanyakazi mwenzake na bibi yani mkuu yule bosi wa kiume Eh, mkuu. Na kwa taarifa za karibu wewe unavomfahamu marehem labda kama alikuwa na watoto. Kwa watoto sina uhakika lakini takuwa nao ila sina uhakika sana, na kwa hapa alikuwa anafanya kazi huko mitaa ya Olympia. Uh, makazi yake rasmi alikuwa ni wapi? Tandika. Na alikuwa anaishi na mume au wazazi? Ameolewa mana huku alikuwa anaishi na mume wake, sio wazazi, wamefariki yani, Jumanne iliyopita. Mm, ndo yani. Yeah. Mara ya mwisho niliongozana naye kutoka hapa mpaka mnazi moja, hapana <todicumpe> hapana, tumeanzia hapa tumeongea mwanzo mwisho, ana mawazo wala ana neno lolote baya <todicumpe> Mi niliambia tu kwamba kaanguka, wamemkuta chini askari. Mi nilipata taarifa saa saba mchana, vijana. Zainabu ana shida, ni mtu wa kawaida tu na ni mcheshi, na kila mtu ana shida, anzisha mchezo mchezo ndio tunakuaga tunapeana mchezo kila mwisho wa mwezi. Alikuwa anaishi vizuri bado, labda nikisikia ndo tajua. Zainabu bwana, mm. Ni mcheshi afu apendi kukasirika. Ni kweli mimi habari ilosikia tu kuwa nisikia atua rafiki yangu Zainabu ameanguka, sijajua kwejekweje mpaka mianguka. Hivyo tu takriban miaka mitatu. Aaa a chochote kile. Shoga yangu ajirani sana. Eee, uwa kila siku jioni, mda mwingine nakutana naonana. Zainabu, upo? Dada ameanguka. Ndio, sijafahamu mpaka saa hizi sasa. Kama hivi ninavyotuona, tunashinda kazini kutwa nzima. Mawasiliano ya ndugu zake sisi hatupo kivile nao sababu, hatujafahamu ndugu zake. Zainabu nitamkumbuka sana kwa kweli, kwa sababu ni rafiki yangu sana, tulikuwa tunapendana sana kwa dhati hivyo.